Mzee Kitojo bwana, nataka utuambie mwanzo kabisa kuhusiana na mambo yalivyokuwa mwaka elfu tisa mia tisini na tatu wakati Simba inafika fainali eh, wewe ulipata nafasi ya kwenda kushuhudia huo mchezo? Mambo yalikuwa vipi? Tupate hiyo ladha ya kipindi hicho mpaka kufika fainali. Nilikuwa na... na bahati ya kwamba niliutangaza huu mchezo uh, nikiwa na mwenzangu Charles Hilary eh, katika ile fainali ya mwaka tisini na tatu Uh, kati ya Simba na uh, Stella Abidjan kutoka kule Cote d'Ivoire. Uh, kwa kweli tulikuwa na matumaini makubwa sana, kulikuwa na matumaini makubwa sana, na uwanja wa wakati ule National Stadium tulikuwa uh, tuna tuna tunauita tuna hivyo, uwanja wa taifa ulijaa ndani na nje, watu wakisubiri kombe kwa sababu alikuwa na matumaini makubwa sana baada ya kutoka sare bila kufungana kule Ivory Coast, na mwenendo wa Simba wakati ule ulikuwa ni mzuri sana. Nyumbani tulikuwa tunapata matokeo mazuri sana, na nje mara nyingi uh, mm -hmm. tunaweza kupata sare au kufungwa. Kwa mfano uh, tulipokwenda Algeria katika nusu fainali na Al-Harash matokeo yalikuwa ya Simba amefungwa bao moja A, lakini e, pale Dar es Salaam katika mchezo wa awali tuliwashinda e, Al-Harash kwa mabao matatu kwa moja kwayo, e, kwa hiyo tukaonekana kwamba Tanzania moja kwa moja hili kombe e, litabaki na katika mchezo ule. Uh, ninachogundua hivi sasa, wakati ule nilikuwa kidogo sikuelewa nini kinacho kinachotokea japokuwa nilikuwa mtangazaji uh, wa mchezo ule, lakini nimeona kwamba uh, Stella Abidjan walicheza mchezo wa kudefend zaidi, wakawa wanasubiri counter attack na eh, nadhani Simba hawakujitayarisha kwa hilo. Walikuwa eh, Stella Abidjan wanaifahamu Simba vizuri zaidi kuliko Simba inavyoifahamu Stella Abidjan. Kwa hiyo baada ya kutoka sare kule, wakaona kwamba ni timu ambayo ina washambuliaji wazuri, ina uwezo wa kufika golini kwa haraka zaidi eh, na wanaweza wakapata magoli. Kwa hiyo walichoweza kufanya uh, Stella Abidjan ni kukaa nyuma wakati wote wote, Simba ilikuwa inashambulia. Kwa hiyo matumaini yakawa ni makubwa sana, kwamba uh, Simba leo watashinda mpaka half time, bila bila. Kipindi cha pili ndiyo mambo yakazidi kuharibika, kwa sababu Stella Abidjan walikuja na staili yao hiyo hiyo ya kudifendi zaidi na eh, kushambulia kwa kushtukiza, lakini kipindi cha kwanza kwa kusema kweli hawakufurukuta kabisa, hawakushambulia hawakushambulia kabisa Simba. Eh, na baada ya kipindi cha pili Simba wakawa wanaongeza juhudi kuelekea golini. Mohamed Mwameja ambaye ndiyo alikuwa goalkeeper wa Simba siku ile hakuwa na wakati eh, mgumu katika kipindi cha kwanza, lakini ghafla wale mabwana wamecheza kaunta attack ya kwanza pa pa hatu, eh, kama pasi tatu, goli wakatufunga goli. tuka watu wengi wakaona kwamba, ah, pengine ni bahati mbaya tu na nini na bado Simba wanashambulia, lakini jamaa walikuwa wameweka ukuta wa hali ya juu kabisa, na timu nzima ilikuwa inacheza karibu sana E, katika ule mstari wa kwanza wa mabeki na mstari wa pili wa e, wachezaji wa kati walikuwa wako karibu sana, kwa hiyo kulikuwa na upenyo mdogo sana wa kuweza kushambulia, na wachezaji wa Simba wengi walikuwa wanataka nafasi ya kwenda mbio ili kuweza kulifikia goli, inakuwa ni rahisi kwao. Wao kila juhudi waliofanya ilishindikana, na baada ya muda tu wakaenda tena kaunta e, nyingine Uh, wakapata bao la pili. Kwa hiyo tumetoka pale, uh, watu wameloa, watu wanasikitika kwamba imekuwaje. Umesema mwanzoni hapo kwamba e, kipindi hicho klabu ya Simba ilianza kuonekana kama ni moja kati ya timu tishio, kama ulivyosema, iliweza kuwafunga hata timu kutoka huko nchini Misri ya Al Ahly na nini. Sasa mambo yalienda vipi kombo baadaye hapo, baada ya hiyo fainali? Ni miaka thelathini na miwili tena ndo Simba inafuzu katika fainali ya michuano hii ya kombe la Shirikisho. Hapa katikati mambo yalienda kombo wapi? Unajua, uh, baada ya baada ya mchezo ule Uh, mambo mengi sana yalitokea na wakati ule unajua tena uh, Simba na Yanga, hivi vilabu vikubwa viwili katika Tanzania vimekuwa na asili ya kuleta choko-choko ndani ya ya vilabu uh, kulikuwa na watu wanaitwa makomando, hawa wandio wa, waanzilishi wakubwa sana wa mambo ya chokochoko ili kumwondoa fulani E, akae mtu fulani ili wao wafaidike. Mara nyingi ilikuwa wao wanawekwa milangoni, na huko milangoni wanatengeneza pesa ya kutosha wanapocheza, timu zote hizi mbili zinapocheza wanatengeneza pesa ya kutosha. Kwa hiyo kulikuwa na matatizo madogo madogo, madogo yaliyokuwa yametokea na mizozo ikaanza kutokea. Na e, baada ya hapo hata Azim Deuji mwenyewe hakuwa e, active pengine naweza kusema. E, katika kuisaidia kuisaidia Simba ha, hawakuwa na uwezo mwingine wa wa kifedha. Uh, wame wameporomoka wame baadhi ya wachezaji wakawa wameondoka, e, wengine wakawa nashutumiwa katika ligi kwa mfano kwamba wanauza mechi e, vitu vingi vilitokea, vitu vingi vimetokea na ghasia ghasia ghasi ya, ya chungu mzima. Uh, zime zime zimekwenda hapo kiasi kwamba mpaka alipokuja tena Modeuji ambaye ni ni ni ni familia moja na Azim Deuji, akabadilisha kidogo akabadilisha kidogo, kwa sababu yeye aliingiza pesa eh, katika Simba ikaanza kuwa imara tena, mpaka imefika katika hatua kwamba umecheza Champions League eh, katika bara la Afrika na kuwatoa eh, Zamalek wakati ule kule Cairo, kwa hiyo ikawa imara namna hiyo, lakini nadhani eh, eh, kulikuwa kunahitajika mabadiliko makubwa sana ya kiutendaji katika vilabu hivi.